Kwa hiyo Hassan Mwakinyo haukuwahi kabisa kumjua. Yaani kwa mara ya kwanza leo ndio nimemuona wakati anacheza mchezo wa ngumi na nimekuja hapa Masaki ndio nimepata kumuona leo Hassan. Ulikuwa unamsikia tu? Nilikuwa nasikia tu kwenye media media. Unajua mimi ni star mkubwa kuliko Hassan Mwakinyo. Ukimwangalia Karim Mandonga ni icon ya Tanzania. Kwa hiyo mimi nilipata kumjua leo nimemuona kwenye fight ndio nimepata kumjua zaidi. Kwa hiyo sasa hivi hapa nikiulizwa Hassan Mwakinyo nimepata kumuona. Umeonaje kiwango yeah, chake? Ah, masuala ya viwango siwezi kuongelea kwa sababu uwezo wake anacheza na watoto wenzie. Ni uzito wangu tofauti na ule mtoto. Mi ni mtu mkubwa sana mi bingwa wa ps Afrika Mashariki na Kati, sawa. Uzito wangu mi wa cruiser, mi ni cruiser weight kuanzia kilo 85 kwenda chakula chake na chakula sidhani kama anafika kilo 85, eh kwa hiyo mi ni bondia mkubwa ni wa kilo, nacheza nikitoka cruiser weight nafuata heavy weight, yeah. Baada ya pambano lile la Jack Paul na Anthony Joshua kuna video nyingi sana ulishare kwenye ukurasa wako wa Instagram juu ya KA. Yaani Anthony Joshua ni bondia eh, lakini juu ya Jack Paul Yaani, bondia wa mchongo ana mfumo wote. Ni mtu ambaye anataka kuja tu kwa papala papala na kujua mchezo wa ngumi unaendaje. Lakini Jackpo kama mimi napewa Mandonga mtu kazi muda wote wakati wote. Nampiga round ya pili ya malizi ya Jackpo. Kwa sababu nimemuona kabisa yule bondia. Ni bondia ambaye anataka kutrend lakini anapotrend yenyewe anatrend sehemu mbaya. Unajua kabisa kuna watu wanafanya hizo kazi kama hizo kazi za ngumi. Ndio maana nakuta hatuna mangeo, hatujawahi kupasuka, tuko katika mchezo wa ngumi mpaka hivi leo. Tunatamba kama watu kazi. Kwa hiyo mimi Jack Paul muda wote wakati wote hata bure, yani niko tayari kucheza Jack Paul, afu nampiga wakati nampiga bila shida yani. Kule kuvunjika taya ni ishara ya kwamba ni bondie mdebwedo sana. Yaani ni mbovu, akataka achokoze watu. Unajua kuna kuna kuna watu wataki kuchokozwa. Kuna watu ujue, manguli wa ngumi. Kama Anthony Joshua kimwangalia, ni nguli ni nguli wa ngumi. Kwa hiyo Jack Paul alicheza na Ian Mike Tyson, ni ngumi ya mchongo na akabebwa tu na, na, kamkubwa. Lakini kuelekeza mfalme kama alimbeba kenda kukutana, watu hawajui kubebana, hawana mbeleko. Kwa hiyo kama anatokea mtu kama mimi Mandonga, mtukazi e bwana, yule wamtafutie, sema kwenda kumzika bila shida yoyote yani.